Uh, kuna maneno yameibuka kati ya shehe na wasanii mm, ambao pia wanafuturisha. Tumeona Alikiba akaingia kwenye maneno na moja kati ya mashehe wakubwa sana katika mm, nchi yetu ya Tanzania katika mwezi huu tukufu wa Ramadhani, lakini pia kuna maneno ambayo yanamhusu msanii wa muziki mm, Demo kwa jina la Nasibu Abdul mm, baada ya kufuturisha kuna watu wameenda kukosoa kusema ya kwamba anafuturisha wasanii wenzake pamoja mm, na matajiri na kuwacha watu ambao hawajiwezi. Hii vipi hii shehe? Naam, alhamdulillah, kwanza nashukuru sana waandishi wa habari kuweza kuniuliza swali hili. Mimi ni mtu pia wa mitandao, nimeweza kutizama katika mitandao, nimekuta habari kama hizi. Ndugu zangu, kwanza nitoe tamko, mimi Sheikh Sharif Radaus Al-Kadir, watakao wa ataki ndivyo, eh, watakao wa ataki mashekhe ambao wameenda katika iftari. Kwanza iftari ya yule msanii anaitwa Diamond, ameenda shekhe wetu wa mkoa, kipenzi chetu, mwalimu mwenye elimu kubwa sana, mwenye hekima kubwa sana Shekhe Warid, Shekhe Waridi alikuwepo. Mimi niseme kwamba Shekhe Sharif Firdaus Al Kadir, mimi hapa, atakaye atakaewataki mashekhe hususan, atakaye mwataki Shekhe Warid, mimi huyu ni baba yangu, huyu mimi ni mlezi wangu, huyu mimi ni shekhe wangu, huyu mimi ni mwalimu wangu, ni kipenzi changu. Atakaemwataki hususan shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, mimi nitakula naye sani moja. Sisi ni vipenzi wa Mwenyezi Mungu. Sisi ni wale ambao tuko karibu na Mwenyezi Mungu. Mimi ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, kila siku ninamwambia Mwenyezi Mungu, ninachomuomba Mwenyezi Mungu ananijibu. Naweza nikasema kesho usiamke, uamki kweli. Kwa hiyo nyie ambao mnajitia mashekhe sana, mmesoma sana, mnaona Sheikh Walidi kwenda katika Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, kwenda kwenye iftari ya Damondi amekosea. Nyie mnakosea. Hebu kwanza ya ya ya, ya, ya, ya, hebu yasikilize maneno ile hotuba yake aliyoitoa kwenye iftari ya Damondi. Alafu mbona sisi tumekuwa hivyo Uislamu? Mashehe gani nyi? Mashehe nashindwa. Sina kinywa mimi cha kuwanenea vibaya watumishi wa Mungu. Mashehe wanaofanya kazi ya Mungu kwa sababu hawa ni warithi wa, wa, mitume. Nimelelewa mimi katika majiri yaliyokuwa mema. Lakini pia napata uzito. Wewe unapata wapi ujasiri wa kuweza kumsema Sheikh Warid? Wow. Sheikh Warid, Sheikh Warid kwamba ameenda pale, Mashehe ameenda kujiaibisha, kujishusha blandi. Wewe vipi? wanasema kwamba wameenda kwenye msanii wa Bongo Flava. Kwenye msanii wa Bongo Bongo Flava. Msanii ambaye anavaa misalaba shingoni. Hawa watu wanakosea. Hmm. Ujue Diamond si rahisi sana kumpata katika misikiti. Pale Sheikh Waridi amepata nafasi ya kwenda kumnasii. Baada ya sisi kumpongeza Diamond, kwanza mimi nampongeza Diamond utaratibu aliofanya. Na iftari Diamond afanye kila si, a, afanye kila Ramadhani na namuombea hata baada ya mwezi mtukufu Ramadhani awe anaziandaa hizi event. Iftari ilipoandaliwa mimi nilipata mwaliko lakini si, nilikuwa nje ya Dar es Salaam. Sikuwa Dar es Salaam, kwa hiyo nikashindwa kuweza kufika kwenye tukio lile lile. Lau ningelikuwepo Dar es Salaam ningefia kwenye tukio lile, na msanii yoyote, hata kama sio Muislamu, hana dini kabisa, mpagani, akiandaa tukio la namna hii la kufuturisha watu, la kuwalisha watu vyakula, mimi nakwenda. Kwa sababu gani? Hili ni swala kwanza, ni swala la kwanza la kijamii, linakuonyesha kwamba huyu kwa kuwa yeye yuko, oh, yuko karibu na jamii. Lakini pia wanaosema kwa, wengi wanamlaumu Damoni kwa kwadaftarii kwamba ametoa kadi utaratibu huu, mimi niseme kwamba nimpongeze, lakini nimshauri mwakani asiweze kufanya kama hivi. Mwakani afanye kama anavyofanya mbunge wa jimbo la Mkuranga ambaye ni waziri wa ujenzi, mnamjua Abdallah Hamisi Ulega Ulega anaandaa tukio kama hili, anawawekea watu katika mifuko vijana wanagawa, aliyo Muislamu sio kwa Muislamu, aliyofunga ambaye hajafunga. Hili pia litamwepusha lawama, kwa sababu kuna watu ambao hata uwafanyie vipi hawawezi kusema kwamba umetufanyia jambo zuri, hata uwafanyie vipi vipiau yani, yani, hao ni, au ni mahasid Diamond. Mimi zile video wakati nazitizama niliona anagawa bahasha, mliona nyinyi nyie waandishi wa habari mliona anagawa bahasha kwa mkono, kuwagawia watoto mayatima hmm. na wajane waliohudhuria pale ndani. Tena sio kuwagawia pesa tu, akawagawia na zile sabuni zake, na mwenyezi Mungu, hizi sabuni zake mimi nimezibariki zitatoka sana kwa sababu zimefunguliwa, amewapa kwanza watu hawajawauzia. Yani ameizindua ya kwa kuitolea sadaka. Mungu atamjalia kila la heri. Kwa hiyo mnaomwataki Damondi kwamba amefanya tukio baya, mala watu wengine wamekaa nje. Huwezi kuwaridhisha watu wote, na huwezi kupendwa watu wote. Mimi unaniona hapa sipendi na watu wote. Hata mimi pia ni kipenzi sana cha majini. Lakini majini wabaya mimi hawanipendi, wananichukia sababu wakiniona wanajua tumeona moto. Umeelewa uzuri, majini wazuri mimi ndio wanaonipenda. Kwa hiyo huwezi kupendwa na watu wote. Kwa hiyo tukio alilofanya Diamond ni mpongeze, na wasanii wengine wa mwige, na ili liwe ni kila mwaka. Ila mwaka ni sasa abadilishe utaratibu, inshallah iwe sasa ni kwa watu wote. Mifuko anatoa ni mifuko. Inshallah, Alikiba kurushiana maneno na na na shehe Dr. Sule, hii imekaja. Maana Alikiba amesema lake, Dr. Sule kajibu, hii imekaja aki. Alikiba ni mpongeze kwanza, huyo ni kijana aliolelewa katika akhlaq na tabia za Kiislamu maneno Ali ni mtu ambaye alitumia busara sana, na namtafuta, nitampigia simu nimpe ongera yake, ni maneno mazuri sana. Ni maneno mazuri sana, mimi nilipo tu hapa ni blind sababu mimi sijulikani na watu tu najulikana wa mpaka na majini, yani majini wa baharini na wa wa wa nchi kavu natosha tu, ni brandi tosha. Kwa hiyo ile swala la kutupiana maneno pia linakuwa sio swala zuri sana. Hii ni desturi ya watoto wa njia ndoa. Wana alamdi waliokuwa na maneno kama haya, ya kutupiana kutupiana kutupiana maneno. Kwa hiyo kama Sheikh watumie busara waweze kuelewekana, sawa. Na sisi pale ambapo tunapokosea, tutafuta namna nzuri ya kuelekezana. Tusielekezana; tusije tukawa wenye kuelekezana kama yule, yule kijana wa Temeke. Yule mwanaharamu wa Temeke, yaani tusiwe tunaelekezana kama watu wa Temeke, kama yule mtu mmoja wa mmoja wa Temeke, sitaki nimtaje jina, yaani unaelekeza kijaziba jaziba. Usimuelekeze mtu kijaziba. Usinilazimishe nivae viatu vyako. Usinilazimishe mimi na wewe tuwe sawa, hatuwezi kuwa sawa jamani. Kwa hiyo tunapokosea, tuelimishane kwa uzuri, kwa maneno yaliyokuwa mazuri, maneno yaliyokuwa laini. Tukifanya hivyo tutaba, tutapata baraka zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kumalizia tu hili ni swali la mwisho ambapo hakutakuwa na swali jingine. Kuna hmm, baadhi ya watu wanadharau dua. Hmm. Labda unawaambiaje kuhusu watu ambao wanadharau dua na wale ambao wanakubali dua? Dua, kwanza niwaambie dua ni tuki, dua ni sala moja kubwa sana ad-dua huwa al-ibada, dua unajua maana yake dua ni ibada. Ibada inachezewa, ibada inadharauliwa. Kwa hiyo watu wazinduke, dua ni ibada kubwa sana na Mwenyezi Mungu anapenda sana kuombwa, yaani Mungu anapenda sana kuombwa. Swala la mtu mja kumwomba Mungu, kwanza Mungu anafurahi, yaani swala la mtu kumwelekeza kumwelekezea shida Allah, Allah anakubali, Mungu anakubali kwa sababu umemuomba yeye, mwenye mamlaka ya kuombwa. Umemuomba yeye aliyosema niombeni nitakujibuni. Tunamwomba yule aliyosema kwamba tutakapokuwa na shida tufanyeje, tumwombe yeye. Kwa hiyo ndugu zangu tunapomwomba Mwenyezi Mungu ni swala moja kubwa sana, lakini pia niongeze katika hili. Kama mtani, kama mtani ruhusu ndugu zangu kwamba kipindi hiki cha Ramadhani kufuturisha, kuwafuturisha walio oku, wasiokuwa na uwezo ni swala moja zuri sana, lakini pia unapowafuturisha inakuwa ni sababu ya funga yako kukubaliwa kwa Allah wa subhanahu wataala. Pia nichukue fursa hii kuwapongeza watu wote pasina kujali dini zao, basi na kujali makabila yao, kwa sababu ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona mpaka wasiokuwa ni waislamu wanatoa sadaka, nimeona mpaka wasiokuwa na dini wanatoa sadaka kuwahurumia kipindi hiki cha Ramadhani, ili watu waweze kupata iftar. Nitumie fursa hii kuzipongeza taasisi zote ambazo zimefanya tukio la kuwafuturisha watu basi na kuwabagua, ikiwemo taasisi ya Jmart, eh, lakini pia taasisi mbalimbali ambazo zinafanya tukio hili, lakini pia nimpongeze, nitukue fursa hii kumpongeza bwana mmoja anaitwa Saidi Rugumi anafanya kazi nzuri sana Lakini pia kuna mtu mmoja anaitwa Chief God Love anafanya kazi nzuri sana huyu. Chief God Love Ana, an, niliona niliwahi kusema siku za nyuma, hata mimi katika iftari niliyoandaa, ameambia Sharifu, mtaleta viroba 100 vya biriani mm. Eh, hey, Chief God Love analeta viroba 100 vya biriani, si 20 29, analeta viroba 100 vya biriani Chief God amenipigia simu anaambia, "Sharifu, nitakuletea viroba 100 vya biriani, watoto wale, watu wafuturu kwa pamoja. Kwa hiyo nampongeza na ukifanya wema wowote Mwenyezi Mungu ndiyo analipa. Mashehe, ndugu zangu, tusigawiane moto na pepo. Kama dula makabila, mwanangu, pita huku, yaani kwamba tunapeana moto na tunapeana pepo. Leo bwana mwingi amekosea au bwana Msasani amekosea au bwana au bwana uh, bwana Nyundo amekosea au nani Msasani bato amekosea? mimi nakupa pepo na kupa moto namna gani? Bwana tupe andiane heri na ukumbuke unapomnyoshia mwenzako kidole hicho kimoja, kimoja, vingapi vimekurudia? vinne vimekurudia wewe. Kwa hiyo tuombeane heri, na insha Allah tukapoambia na heri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatusaidia sisi. Watanzania ni wamoja, tusibaguane kwa dini zetu, kwa kabila yetu, eh, kwa mataifa yetu. Sisi ni wamoja, tupendane, ndivyo tukipendana, ndio maana nchi yetu inakuwa na nini inakuwa na baraka inakuwa na upendo. Namana rais wetu anahamasisha sana upendo, mufti wetu anahamasisha na nini upendo. Tusichukiane, Mwislamu asimchukie Mkristo na Mkristo asimchukie Mwislamu, na mimi ni sharifu wa watu wote watu wote mimi ni shekhe wa watu wote mm. wapagani wasiokuwa yani unali... wa na dini kama ndio kwangu, mimi ni shekhe wa watu wote na ninajivunia Mwenyezi Mungu kuweza kunipa wito huu wa kutoa huduma kwa watu wote pasi na kubagua dini zao wala kabila zao. Kama kuna nyongeza katika swali, ulizeni. Harmonize siku ya juzi. Yeah. Yeah. Uh, ah, katika mchezo wa Samia Cup pale Mikocheni. Yeah, alienda kumkumbatia ex wake katikati kati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ex, ex ni nini? Mtu ambaye umeachana naye, alafu juu kwanza Harmonize ana nyota ya, ya kupenda. Eh. Kwa hiyo msichana yote atakayekuwa atakayeingia katika mahusiano na Harmonize wakachana, lazima rejeane. Kwa sababu gani? Harmonize ana nyota ya kupendwa na nyota ya kukubalika eh, ya. Yeah. Kuna mtu anakuambia kama haiswi hii, katikati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unaenda kumkumbatia ex. Hata hata nje ya Ramadhani na niseme kwamba kumuogopa Mungu, bwana Nyundo, kumuogopa Mungu umuogope kwa nyakati zote, yani umche Mungu, ukweli wa kumcha, umuogope sio Ramadhani tu. Kwa hiyo hata ambao wanafanya matendo mema Ramadhani ni waombe hata baada ya Ramadhani tuendeleze ma, ma, ma, malini, ma, matendo mema, hata wale ambao wanafanya amali zilizokuwa njema baada ya Ramadhani tuendelee nao utaratibu tu. Ukifanya haya Mwenyezi Mungu atatujalia tutakuwa tutafikia uh, siku ya kiyama ya kuwa Allahu ameturidhia naam. <coughs> Amekosea kumkumbatia mwanamke ambao sio sio halali yako ni, maz, ni mazambi ma xx yao ni, ni madhambi. Lakini pia msimu wa sikukuu tuendelee tusaidizane, lakini pia msimu wa sikukuu tu, tu ni msimu wa kupendeza hii chukua ni, tunafunga ichukueni hii, hii msimu wa sikukuu ni msimu wa kupendeza. Nimesikia kuna maswala ya abaya, mwanamke kuvaa abaya siku ya idi ni lazima, sio ombi. Kwa hiyo kuwanunulia wake zenu, mabinti zenu abaya mpya tena. Hakuna abaya elfu hamsini ukiununua abaya ya elfu hamsini hiyo sio abaya hicho ni kijora abaya ni kwanzia laki tatu laki nne alafu abaya sasa linakuwa na urembo hapa mbele hakuna abaya elfu hamsini wala abaya elfu sitini hizo abaya zatandika sio abaya abaya ni kwanzia laki tano abaya ni kwanzia laki mbili laki nne hiyo ndio abaya kwa hiyo wewe ukivaa uki uki uki abaya ya elfu hamsini ukivaa abaya ya elfu hamsini abaya ya elfu thelathini ah bwana hiyo sio abaya na kuvaa abaya ni lazima na kula ubwa bwa siku yaidi ni lazima. Na mimi napenda Zanzibar, eh bwana. Mungu ajalie, bwana Dar es Salaam siku moja iwe kama Zanzibar, eh bwana. Wewe ushaikwenda Zanzibar siku yaidi, Wazanzibari wanasherekea yaidi wiki nzima, eh? na wiki hizo wiki, wiki nzima hiyo bwana Nyundo unabadilisha mavazi. Kwa hiyo nyie mliokuwepo hapa kama mna wake zenu, abaya ni lazima. Na idi ya mwaka huu tunasherekea wiki nzima Dar es Salaam. Mimi Sharifu hapa nimesema tunasherekea wiki nzima Tunawaiga wa nawaiga Wa Wazanzibari, Wazanzibari wanasherekea wiki mzima. Kwa hiyo abaya, tuwanunulie watu tuwa wabaya na tupendeze, inshallah na kumbuka, ukimnunulia mwenza kwa wabaya na yeye akununulie kanzu. na tumetoka pale yapoti pale Teminonu kuupokea ugeni mkubwa kutokea nchini Kenya. Lipi kwanza ambalo nataka kuambia wa Tanzania na wale ambao labda wametoka nje ya Tanzania wanafuatilia mitandao ya kijamii. Naam, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Awali yote baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu sana sana ambaye tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo ni siku ya Jumanne, Mwenyezi Mungu ametujalia na amenijalia na amenichagua na amenitunuku tunu kubwa sana ambayo sitoisahau katika maisha yangu ya kuweza kuupokea ugeni mkubwa kutoka katika ardhi ya Kenya Sheikh Sharif Al Hatim na Sayyid Abdul Qadir. Allahu Akbar, bingwa huyu e, na mlezi wetu katika tarika kipenzi chetu Simba watarikatulkadria tarika zote, huyo ndio Simba wetu. Wallahi ni ugeni ambao nina furaha kweli, nina furaha sana sana sana sana, sana. Lakini pia nakushukuruni sana waandishi habari kuweza kuja katika swala hili, kwanza mmeniheshimisha nilipokuiteni kwamba leo tuna swala kubwa sana mkaja, wallahi ni swala moja kubwa sana hii. Ndio miamba yani, hawa ni wanachuoni ambao mimi najivunia nao ni mashehe zangu ambao mimi napata kutembea kifua mbele eh, kuweza kwenda ku, kuweza kuwa nao hawa mashehe. Lakini pia niushukuru uongozi wa masjidi Mtoro chini ya Sheikh Abbas, lakini pia nishukuru Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata chini ya mlezi wetu, baba yetu, kipenzi chetu, Daktari Abubakar Bin Zubeir bin Ali bwana, na nizishukuru taasisi zote ambazo zimeweza kuniamini mimi. Wapo watu wangapi? Eh Subhanallah wa kuweza kuniamini mimi kuweza kwenda kupokea ugeni mkubwa kama huu huu huu. Wallahi nili, e, mwambia, n, naupokea. Wallahi wallahi, nimefurahi sana sana. nilimwambia ugeni ugeni ugeni naupokea, sisi tu ya ya busati la Mtoro wallahi, ugeni huu, mimi kuupokea hapa Firdaus al-Qadri ni ni ni ambao tunasema kwamba hii ni fursa moja kubwa. Alhamisi al, al ya wiki itakuwa ni tarehe ngapi? Alhamisi ya wiki hii tarehe 27, tarehe 27 itakuwa Lailatul Juma usiku wa kuamkia Ijumaa, tutakuwa tuna mkesho mkubwa. Unaposikia mkesho usiosaulika mkesho wa kwenda kukutana na wa kukutana na, na mamia na maelfu ya watu tukimu, tukimu, tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yakini ni usiku ambao hautosaulika mmesikia. Mikesho isiyosaulika huu ndio mkesho original, usiku wa Lailatul Qadr ambao utahudhuriwa na viongozi mbalimbali, masheikh mbalimbali mbali, pia mufti wetu mlezi wetu pale msikiti wa wa, wa, wa, wa Mtoro kali yako. Kwa hiyo tunawalika watu wote, pia hata daku itakuwepo na kualikeni, mjeni kwa wingi msiko, msibaki nyumbani. Lakini pia wakazi wa Zanzibar, wakazi wa Unguja, siku ya Ijumaa tutakuwa pale msikiti wa Osmani Osmani maalim. Kwa hiyo hii timu nzima hii Shekhe Sharif al Hatim na Shekhe Sayyidina Abdul Qadir na yeye pia atakuwepo, kwa hiyo tujeni tuweze kupata faida hizi biaunilahi subhanahu wa taala. Pia tutakuwa tuko na dua maalum ya kumwombea rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan na kumwombea rais wa Zanzibar Daktari Huseni Mwinyi, lakini pia dua nyingi sana kumwombea mlezi wetu Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, mufti wa Tanzania. Kwa hiyo ni waalika waislamu wote wote wote, tukaujaze msikiti wa Mtoro, lakini pia na kualika walika sana wakazi wa Zanzibar, tukaujaze msikiti wa Zanzibar pale kwa Sheikh Osmani malim. Huu ni ugeni ambao, wallahi, ni surprise kubwa sana, na tunakwenda kupata faida, kwa sababu imekuja miamba ya twarika, amekuja mlezi wa twarika. Wale wanaopinga maulidi, wale wanaosema uh, ma, maswala, maswala ya, ya, ya maswala itirafu, amekuja mwamba mwenye twarika yake Mlezi wetu wa twarika simba wa twarika amekuja. Kwa hiyo wale wapinga pinga maulidi jiandaeni, chuma kimefika, kimefika Dar es Salaam leo, tumekipokea lakini, pia chuma kitoka hapa, tutakuwa Zanzibar, zanziba bianilahi subhanahu wa ta'ala. Uh, wakati tukiwa tunaelekea kumaliza kwenye 10 la mwisho wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, naam, umekuwa na matukio mengi, tumekuwa tukiona yakiandaliwa na Mdia watu baadhi kwa Firdaus Center Uh, tutegemee nini labda kwenye uh, uh, tumeandaa event ya mwisho ya, ya, ya habari na nyie na wandishbari, tutakuwa tuna iftari ya watu wote ambao itahudhuriwa mwezi 29 na kualikia, na huu ni utaratibu wetu wa kila mwaka. Mwezi 29 tutakuwa tuna tukio kubwa sana lisilosaulika, tutakula na wajane, tutakula na mayatima, tutakuwa tuna dua kubwa pia kumwambia rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia mlezi wa Firdaus Dua Center Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega, na yeye pia atakuwepo kama mlezi na viongozi mbalimbali watakuwepo mbali, biaunillahi subhanahu wataala